Sababu sasa hivi mimi ndo naanza okay, na nitakuwa moto, mm. fire moto moto e, alafu mm. pia anapatikana mm. Insta kwa Elasto Gospel Band Instagram, eh, alafu mm. TikTok napatikana kwa Elasto Gospel Band, mm. YouTube nivo hivyo Elasto Gospel Band mpaka mm. Facebook mm. Elasto Gospel Band, jina ni hilo hilo, eh, ni hilo hilo na okay ya, na hata pia kwa namba mm. namba kwa kunipata ni sifuri saba, saba tisa nne yeah, so, eh, Ah, hamsini na mbili arobaini na mbili arobaini na moja, asante mm. ah, kwangu mimi naomba sapoti mm. eh, labda kuni sapoti, kwenda kwenda kuna nani kuangalia nyimbo zangu kwenye mitandao. Kwa mm, mm. mfano kama YouTube mm. napatikana kwa jina la video zipo pia eh. Na kuna video kule. Vikiripu labda vya mkutano. Okay, masherehe. Yeah. Yeah. Yeah. Mm. Ah, napatikana kwa jina la Eliudi Mwanakwaya. Eliudi Mwanakwaya. YouTube huko? Yeah. YouTube. Uko? YouTube. Mm -hmm. Facebook natumia Eliudi Mwanakwaya. Mm. TikTok natumia Eliudi Mwanakwaya. Yaani ukisearch Eliudi Mwanakwaya, wa kwanza ni mimi, halafu anafuata mtekeshaji. Okay. Ukishaandika Mwanakwaya. <laughs> E, lakini pia hapa Eliudi Samuel ndio, oh. <laughs> <laughs> anakuja kwanza au ndo anapata wengine? Okay. Ndio maana nikaweka Eliudi Mwanakwaya. Yeah. Na lakini pia naimba kwenye mikutano yeah, ya injili. Mm. Naimba kama unapati. Mm. Naimba mm, kwenye sendio naimba mm, kwenye ndoa mm, naimba mm, hata kwenye Happy Birthday. Mm, labda tu kwenye, kwenye, kwenye ndoa unaimba una kwa CD tunasema CD, eh kwamba uh, tunasemaga huwa ni CD CD, si ndio CD? Mm, kwamba unaimba kwa CD au unaimba live vyovyote live, live na audio kwa nimekuliza hivyo kwa sababu mimi pia ni MC wa hayo mashuhuri kwamba ukipewa uh-huh. uki, nafasi kwamba ukiimba unaweza kuimba kwa kutupigia vyombo tuone live, au yani vyovyote vile, unakuja kufunga vyombo vyako? Ili a a mimi naalikwa tu kama mwimbaji kwao, vyombo navikuta kule kulingana na maandalizi aliyonipa ye mwenyewe mwenye. Kwamba mimi bwana, kwenye wimbo wangu utanitaja jina, hmm. kwao lazima nitakaa nitengeneze wimbo oh. hmm. Alafu ndo niende kuimba live lakini, kama ni anataka tu kuimba kwenye tukio lake, mm. nyimbo zipo. okay. z, z, ni audio kwenye audio zipo, na kwenye ndoa audio zipo mm. a, hata kwenye sherehe mbalimbali zipo. okay. mm -hmm. Tunakupataje kwa, uh, kwa, kwa, kawaida? Kwa kawaida ni namba ya, ya simu sifuri sita kumi na saba sitini na nane hamsini na mbili thelathini na nane. Namba ya WhatsApp sifuri saba tano tano tano kumi na tisa saba nane tano. Hiyo usinipigie, inapatikana kwa WhatsApp tu, ambao unaweza ukanipata kwa, mm, kwa, kwa mawasiliano ya kawaida ndo hiyo ya Halotel iliyo sifuri sita inapatikana muda wowote. Okay, ndio basi, mimi ni washukuru sana ndugu zangu, na Mungu awabariki sana lakini pia e, tutegemee makubwa sana kwenye huduma ya Mungu ambayo mnaifanya yeah. na Mungu azidi kuwabariki juu yeah. ya hilo, lakini pia msikilizaji, shukrani kwa kwewe ambao uliamua kuungana nasi tangu ilipo timu moja kamili za asubuhi mpaka muda huu sisi, ambalo ha, ambapo hatuna la ziada humo ndani, zaidi tu kukwambia endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata hapa 97.7 Nyimo FM Radio. Ndugu zangu wa Singida, shukrani Tanga, pale Morogoro, ndugu zangu wa Iringa, pia ndugu zangu wa pale Arusha, Manyara, e, pia e, shukrani sana kwa kuwa nasi mpaka muda huu, lakini pia Dodoma, ambapo ndipo tulipo makao makuu kanda ya kati. Eh, kituo ni Msalato Chosha Bibilia hapa ndani ghorofa ya kwanza ndipo tulipoweka e, makazi yetu ya Nyimo FM Radio. Anikwambie tu kwamba Jumapili ijayo nayo pia ni siku tukutane, saa moja kamili mpaka nne kamili za asubuhi, lakini pia ndugu zangu wa Afrika sana, kesho e, tutakuwa na Kali B hapa, super duper producer e, kwenye Afrika sana kwenye Afrika zaidi tuzungumze wa Afrika. Au sio bwana? Mm. Mimi natoka na Eliudi pamoja na Samuel hapa. Alafu mambo mengine yanakuwa yanaendelea na Mungu akubariki. My name is Kings but I'm say King of the King MC kin c mtu. Bye bye. <mimitation>